Ruto ameweka wazi kuwa hana nia ya kukwama madarakani kwani kuwa rais siyo kazi rahisi. Rais amesema nia yake ni, ya ni kubadilisha Kenya kimaendeleo na muda wake ukitamatika atajiondoa madarakani. Na vilevile amesema vile kwamba aidha, ametaka wananchi kuchagua viongozi kwa misingi ya watakaofanikisha wa, bali sio kikabila au migawanyiko. Matamshi ya Rais William Ruto ya kuifanya Kenya kuwa hadhi ya juu kabla ya kufikisha miaka 90 yaliibua utata miongoni mwa wananchi na hata viongozi. And about 30 years from now. Leo hii rais William Ruto akiwa akiwakashifu waliosema kuwa anapania kusalia madarakani kwa muda mrefu, rais akisema muda wake ukitamatika atatoka madarakani, kwani sio kazi rahisi kuwa rais. Miaka kumi Kenya itakuwa inakaa namna namna gani? Miaka ishirini, miaka ishirini na, unajua nilisema hivyo juzi. Watu wengine wako na tabia mbaya Wakaenda wakasema huyu ah, mtu amesema atakuwa rais miaka ishirini. Mimi ni wazimu. Kwani watu wanafikiri hii kazi ya rais ni kazi rais ya kupigiwa kelele kila siku? Mimi nangojea siku mimi nitatoka hapa niende. <laughs> Mwingine achukue asonge. Ama namna gani? I want to make my contribution. Mungu akinipatia nafasi mimi nitafanya bidii. Kwa ile Mungu atanipatia nafasi. I have no interest. <laughs> Imunanielewa my friends. Rais William Ruto akiweka wazi kuwa nia yake ni kuibadilisha Kenya kwani ana nafasi mura zaidi ya marais waliomtangulia kwani anauelewa zaidi. Mimi, mimi nitakuwa na excuse gani? Foundation wale walinitangulia wameweka, si ndio? Yes, wameweka foundation farm, mimi si mzee ati nasumbuka na miaka. Mimi ni kijana mimi niko na experience yes. Sasa mimi nimekuwa mjumbe miaka kumi na tano, mimi nimekuwa naibu wa rais miaka kumi. Bado experience nyingine mimi nangojea kutoka wapi? Nisipobadilisha hii nchi nitakuwa nimeanguka, nitakuwa nimekosea, nita nime Wakenya, so lazima munisaidie, muni nawaomba munisaidie Aidha, amewataka wananchi kuwachagua viongozi kwa misingi ya maendeleo wanaofanikisha wala sio siasa za chuki na pia migawanyiko. Kila mtu akuja ajieleze hapo. Kila kiongozi apigiwe aweke kwa mizani. Mtu asiongee tu hewa. Hapana. E, e, e, mwambie hebu tueleze wewe, hebu eleza sisi. Kenya unataka kupeleka wapi? Situmelewana? Yes. Every leader. That is how we are going. Let us compete on the basis of ideas, on a vision, on a program, on a manifesto, on an agenda. That is how Kenya is going to move forward. Tusishindane ati kwa ukabila ama kwa chuki ama kwa kugawanya watu, hapana. Amezungumza haya katika kikao maalum na machifu kupokea ripoti ya jukwaa la usalama katika ikulu ya Rais Nairobi. Jukwaa la usalama, Fredrick Wambua. Undugu TV.